Aya, ebu kuja umulike uone wenye ukiri zako. Karibuni, mwana mgonjwa ndo wewe. Mbona daktari ako hivi? Mnaona jinsi ilivyo. Mbona ako hivyo? Hmm, shika, simshike. Ni kazi ya daktari, daktari atamponya. Sasa mwaamini kazi yangu. Acha nimalize kazi yangu na kuja

mpiga. Nataka kumuua. Kumua. Kumua. Kumua, kumuua bado mbele yetu imenichokesha hii siku ishi. So, guys tunaongoja daktari wa kuje na Chris tumaongoja sana, na el naamka nikaa kona na anachungulia narudi sijui radake ni gani, atakuwa sawa, atakuwa sawa, hmm. Atakuwa sawa kabisa, usiwe na wasiwasi tuko hapa, acha tumgoja akuje. Rafiki yako ndo huyo pale, ujamwongelesha watu, umekaa hapo unaamka, ukirudi rafiki yake sana, niletee mashida yote mm. Tunajipata hata na warudi

Daktari, umeshafika. Umeshamaliza kazi, iko sawa eh?

So umesema wacha wakuje utuambie, kwa nini, mbona ulimfanya hivyo?

ni rafiki ya ya uh, bro and... huh? huh? huh? likwenda kuleta huku basi. Na ilifikaje ilifikaje, hivyo ukaenda ukapanda kitanda ukaka huko?

Misnani, ebu uongee Kiswahili kidogo. Madanda umeelewi? Si madanda. Kuna watu wakuelewi hapo nje. Tunasema kijana. so, right so, you know, oh, okay. Bibi yako na kakako kwenye mm.

anasema mama yake ni bado mama mama. Na okay, like ma uliamua kutumia huyu uliamua kutumia na ajikwambia no, no, oh, aea yeah. Hadi tukiendea apo alikuwa

Mtu lona anaongea? Ni kweli. Ni kweli. Na mbona Chris anakataa? Si mjadala kwa kumpoteza fahamu ile. Haiwezi kumpoteza fahamu daktari huyu. Huyu two years ago alikuwa kwa fahamu yake. Eh, haiwezi kumpoteza fahamu kwa sababu anajua kila kitu. Anajua, Chris anajua kila kitu. Okay. Ama vitu umesema huyu adanganyi sio? Mimi nasema ni kweli. Umesema ni kweli. Na Chris anajua alikuwa na mama, si ndio Chris? Wait. Na Chris alikuwa anajua na mama yake? Ngoja. Wait, wait, wait, wait, wait. So, so, what's up with all, all these stuff zenye ulikuwa unamfanyia ulikuwa una try ungeniambia tu histori yote na tungeisolve, I mean, you've been my friend you,

we ndo umetufungua macho endelea. Kuna kazi ingine imefichwa. Umesema hiyo stori ya mama ni ukweli, ni kweli. Mambo umenionyesha, mambo umenionyesha.

Na tujueka tunamrudisha hiyo pesa no, hiyo no, mganga fulani hiyo daktari <muchin> whatever amesema ni ukweli. Mimi sitaki kujua chenye wanasema, mimi nakwambia ukweli. Mama yako mwenyewe akwambia alikutuma ukijianza kufanya. <muchin> Na mbona ule mtu? Okay. <muchin> Ile time ulikuwa naye ulikuwa unataka kumtoa kafara, si ndio? Ulikuwa unataka kumua juu ya milioni 200. Kwani uwezi wa mama, ama ni mama yako ni nani? Mama ni nani? Mama ni nani? <muchin> Ata jokes, kwani unaleta jokes. Ele wendo umeleta histori yote na bado unaleta jokes hapa, unge choose your friends, why ungekuwa hapa? But okay, bado ni wewe, ni mrugi bado, angepata tu a wezi, mbona ni stuff yote na mnanichokesha akili. Mama yake unamjua, married ulitoa pesa za kwenda majuu unaogopa jua. Kwa hapa mimi mi naweza enda, ndo muongee, ongea ukweli. Mama yako unamjua, mimi nishachoka. Sio ajui mama yako sijui, mbona unafanya hii yote utaka kumuuaaamesma unaamesema ajui mama yake

Na useme mama, okay, ah, okay? No, mama yake ndio hiyo, si hivyo, hmm? Uko na picha huyo mamako umwonyeshe, uko nayo? Uliendaje basi, uko uliendaje majuu? Eh, uliendaje majuu by the way? Ulienda huko. So tukwa na reason ya kumuuliza a lot of questions. I was a barista. Mimi nikasave vizuri, alikuwa barista na alikuwa na work kwa five star ni. So huyo anataka kumuua bado mbele yetu. Imenichokesha hii siku. Daktari Chris amesema, unajua mama yake, nakubali tu mambo ishe. Ukona tumalizane, sai siwezi kosa, tuweke tumalizane. Mimi nini tena unataka kunigeuzia? Hata bado sijakuanzishia wewe uniambie ulikuwa unafanya nini huko. Na venye tulishinda siku tafuta. Kwanza tumalizie hiyo story. Ulijileta kwa mchawi. Sawa.

unajuamei amekusaidia, ni unaongea hivyo, tungechelewa tu kiasi sai, ungekuwa another story. Umeniambia shut up. Siniongeleshe waongeleshe, Siniongeleshe mimi, talk to them. Mama ni magani hapa atani jina Okay. So, so, so, okay. Leo nataka ju nataka kurifundiwa ama mbona ulifanyia hivyo, by the way. You was given the option to return that money. When you stole it, you were given the option to return the money. You chose not to and you ran away. Wewe sio uko unajua kitu ya juu. No, no, no. He didn't know. He didn't know. My brother doesn't know. Okay. He doesn't know anything. Mimi nakwambia mimi nimewaka pesa yangu. Nakwambia daktari, hizi danganya Chris, hizi danganya Chris, hawezi danganya Chris. Daktari, hebu acha kurusha vitu. But then I have a question Mi hata sijui ni nini nafanya hapa, sinaweza enda pia happy. So so no. with my So guys, tukae chini tusikize stori zao juu inakuwa ngumu, inakuwa ngumu kabisa, inakuwa ngumu kabisa. Acha tukae chini tuone kama tutasolve hivi vitu na kama atapata mama yake. Mimi mm -hmm, nawapenda tu sana guys, acha tukae chini tungoje.